Sisi viongozi ni wanadamu, ni watu na wanadamu, tuna miko, tumewekewa. kitufanyia assessment leo, unaweza ukatukuta only 30% tunafuata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu form na kukuleteeni a, ile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko a, ni mambo mengine kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma. Tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini, sijui ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani in line, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma, katusaidieni kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Basi nihitimishe kwa kuwataka wateule wote aa, mkafanye kazi kuendana na viapo vyenu mlivyo hapa leo mkawatumikie Watanzania kwa uadilifu na kwa uwezo wenu wote. Taifa hili ni letu, wawajibikaji wa kulijenga taifa hili ni sisi. Mlio hapa tuliopo na waliopo ni sisi na hakuna mwingine na kwa sababu ya uzuri na madhubuti wa taifa letu mnaona yanayotokea leo eh, kwamba nchi watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, ni sote. Kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara mashirika yetu, nani watataka kuingia huku kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Hii ndio rasilimali yetu tuliyoachiwa, hatuna nyingine. Nendeni kailendeni. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana sana na niwatakie kazi njema.